Karibuni sana katika semina yetu hii ya maonyesho 49 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Na kwa umuhimu, napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa na siku hii. Namwomba tuongoze kuweza kuwa na siku hii muhimu na kufanikisha maonyesho yetu haya ya 49 ya kimataifa ya Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi mbalimbali walioko hapa, kama ilivyoelezwa, semina hii ni muhimu sana nayo tunaita pre fair seminar. Kupitia semina hii wafanyabiashara tunawapa utaalamu uh, na uelewa wa masuala mbalimbali ambayo yatawasaidia kipindi hichi cha wiki mbili cha maonyesho waweze kufanikisha ushiriki wao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi leo hatuna ya ziada, lakini hapa kama ulivyoona timu imetimia ya wataalamu, vikosi mbalimbali yanavyofanyika Dar es Salaam hayafanyiki kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ndiyo mahali ambapo watu wengi wanaoweza kufika wakafanya biashara zao wakahudumiwa na kufanya mambo mengine ambayo ni kwa hiyo haiwi kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya haya ambayo alieisa. Kwa hiyo maonesho ya Sabasaba ambayo ni ya kimataifa ya biashara na ambayo ndio fahari ya Tanzania, sio tu kwamba yanaishia Tanzania, ndio maana naitwa yake mataifa, lakini sio tu yanaruka kibuzi cha mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapana, lakini pia yanafika status ya chini.